Tumekubaliana priorities ya mambo ya maendeleo ya Vihiga, tumekubaliana maneno ya mabarabara. Kuna barabara zilikwama hapa, nimezikwamua zote. Kuna barabara mpya tulikubaliana na hawa viongozi, hizo barabara nimekuja kuzianzisha. Ile ya Kisambai kwenda Shamahoho ilikwama hapo, sasa nimetoa pesa, tutoe Shamahoho iende Kaimosi iende Muhudu iende mpaka mpaka ipande ng'ambo ile ya Kakamega mali inaitwa Museno. Nie, mnanielewa? na zile barabara zingine zote, ile ambayo ilituletea kisirani huko, ili inaitwa Kombewa, ile ya Maseno, Kombewa, Kalandini, hiyo pia nimesema ikamilike kabla ya Januari mwaka ujao, mimi nikuje nifungue na barabara zingine zote ambazo ziko hapo katikati huyu mheshimiwa Kibose ameniuliza kwamba bado watu wengi wako giza hapa Hamisi, na ndio sababu hiyo tumeweka mpango kama serikali ya Kenya. Pesa kimoze sasa, anajua mahali iko. Tumesema shilingi bilioni moja tuweke hii kaunti yenu ya Vihiga, tuunganishe manyumba ya wananchi elfu kumi na tano mpya hapa Vihiga na waziri wangu watakuwa hapa kuhakikisha hiyo kazi inatimika by June next year. Hiyo manyumba elfu 15 ziwe zimeunganishwa na stima, na kama kuna zingine zitabakia, tutaendelea na kuzishughulikia until we make sure that every home is connected to electricity. Mnanielewa jameni? Na mipango yale mengine mengi tumekwisha kubaliana, tunajenga stadium kubwa kule Nairobi inaitwa Talanta. Tunajenga stadium ingine hapa Kakamega inaitwa Buhungu na nyinyi mmetuuliza ya kwamba tusisahau Vihiga, tujenge stadium kubwa hapa Kidundu na nimekubali ya kwamba tutajenga stadium hapo. Nimeketi chini na hawa waheshimiwa na tumekubaliana mahali tutatoa ardhi. Niliwaambia ile ardhi ilikuwa hapo Kidundu ilikuwa kidogo, lakini sasa wametafuta ardhi ekari ishirini na mimi nitatoa pesa milioni mia tisa tuweze kujenga stadium kubwa hapa Vihiga. Mnanielewa? Na hiyo kazi mimi nakuja kuanzisha Januari na kabla ya mwisho wa mwaka ujao itakuwa imekamilika. Vile tulijenga ile stadium iko Kitui ndani ya miezi tano sita, hata hii yenu tutajenga ndani ya miezi tano sita, ukamilishe